Katika kuadhimisha siku ya redio duniani, wanahabari kote nchini wameungana kusherehekea mchango wa redio katika jamii. Katika kaunti ya Mombasa, wanahabari wa redio, televisheni na mitandao ya kidijitali wamekutana katika uwanja wa Burhan Sports kwa michezo ya kirafiki kama njia ya kutambua na kuheshimu siku hii muhimu. Jumla ya timu nne zilishiriki mashindano hayo: timu ya televisheni, redio, kidijitali pamoja na magazeti. Baada ya ushindani mkali uwanjani timu ya televisheni iliibuka kidedea na kutoa kombe la ubingwa. Morin Mudi, mshirikishi katika baraza la vyombo vya habari nchini MCK, amesema redio inaendelea kuwa chombo muhimu cha utoaji habari, elimu na burudani kwa jamii. Redio imetumika katika maswala mengi ya uchaguzi, imetumika kwa uzuri na pia kwa ubaya. Wakati wa Covid pia redio imetumika. Tunaelekea mambo ya uchaguzi, kwa hivyo redio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa, kuhusu kupiga kura. So, naimiza waandishi wa habari wa wawe makini sana kwa mambo ambayo watakuwa wanaripoti. Redio ndio ilikuwa chombo cha pekee ambacho kilikuwa kikitangaza mashindano ya mipira hata wakati wetu sisi tulipokuwa tunacheza mpira, watu nyumbani walikuwa wakisikiliza matangazo ya mechi zetu katika redio. Naye mwandishi wa gazeti la The Star Charles Mugenyi ametambua mchango mkubwa wa redio katika kuwahudumia wananchi na kusambaza taarifa kwa wakati. Redio ina mchango mkubwa sana sana sana kule mashinani, tutumie redio kwa kupitisha habari uh, uh, kama ni peace, uh, security and everything. Kwa upande wake mwanahabari wa kujitegemea Alhamin Somo ameangazia nafasi ya Akili Unde yani AI katika tasnia ya redio akisema ndio kauli mbiu ya mwaka huu. AI ina athari kubwa, kwa sababu AI ina uongo tena, tujichunge, tuaelekea katika wakati mgumu. Sasa hivi AI ina uwezo wa kufanya mambo ya ajabu ajabu mingi. Unaweza ukachukuliwa sura yako uwekwe katika sehemu, kama hauna ujuzi utaweza kuona yule mtu amefanya ukweli. Mungu asitujalie tukafika huko. Unaweza ukawekwa katika picha za ajabu ajabu, ukawekwa video za ajabu ajabu. Sasa AI madhara yake ni tusitumie eh, katika false information huku, tusisahau AI ime, kuna kifungo chake ya kuifunga ikigulikana umetumia information ukatengeneza video kwa kumtengenezea mtu kwenye masala labda ni picha za ngono, ni chochote, kwa kutumia AI, yule mtu hajafanya, lakini umetumia AI ukaigeuza ionekane kama real. Ikishikwa hiyo ni defamation of character, ambayo ni una faini ya shilingi milioni mbili ama miezi sita ndani ama zote kwa pamoja. Kwa hivyo madhara ya AI ni makubwa, na faida zake pia ni kubwa. Faida zake Unaweza ukatengeneza documentary katika ile documentary huna na ile video through AI ukaitengeneza ile video. Natumai mnaelewa. Sherehe hizo zimeonyesha mshikamano wa wanahabari huku wakiahidi kuendelea kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha kwa weledi. Kaxton Musyoka, Majestic Digital TV, Kaunti ya Mombasa.